Baba wa mbinguni, kwa damu takatifu ya mwanao Yesu Kristo, utakuwa unarudia maneno hayo, kwa thamani ya jina lake takatifu na kwa maombezi ya mama yetu Maria na ya Mtakatifu Yosefu. Naja mbele zako leo nikiweka kumbukumbu zangu zenye maumivu makali. Hizi ndizo kumbukumbu zinazokuja bila kutarajia, zikitokea ghafla na kunitumbukiza tena katika bahari ya mashaka na maumivu. Bwana, najua kuwa wewe waweza kusamehe maovu na kuyaondoa mbali kama ilivyo mbali mashariki na magharibi. Lakini kwangu ninashindwa kila wakati kuyaachilia maumivu haya mikononi mwako. Hata ninaposahau makosa na majeraha ya zamani, kuna kitu kinachoyakumbusha tena na yanakuja kwa nguvu bila kualikwa. Bwana, ninakuhitaji sasa uchukue kumbukumbu hizi zote zenye maumivu na uziondoe kabisa. Ninaomba nguvu ya Roho kutoka kwako iafute maumivu yote ambayo yanafunga akili yangu na kuponda moyo wangu. Ninakuomba sana Bwana wangu, punguza ukali wa makosa niliyofanya na makosa niliyotendewa. Ondoa uchungu wote, chuki, kinyongo na kutokusamehe. Bwana naamini kwamba wewe ni Mungu wangu, ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu unayeweza kuokoa, ni Mungu unayeponya, Wewe ni mtetezi wangu. Kwa damu yako ya thamani safisha sasa kumbukumbu kumbu zangu na maumivu yangu. Kwa jina takatifu la Yesu ninaomba kufunguliwa majeraha yote ya zamani niliyoyasababisha na niliyosababishiwa, na yale yote ambayo kila nikiyakumbuka ninakuwa mfungwa na kushindwa kupiga hatua. Bwana ninakuomba ufanye kazi ndani ya maisha yangu, unikomboe na kunirejesha. Naomba mtazamo mpya wa maisha, mtazamo unaelekea juu, mtazamo unaokutazama Wewe, wala si mimi. Tafadhali weka macho yangu mbele ya kutazame Wewe, sifa zako, ukuu wako na uwezo wako. Jaza moyo na akili yangu kwa upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, uaminifu, upole na kiasi. Hivi ndivyo ninavyopaswa kufikiria kila wakati katika maisha yangu na nisikuache hata mara moja na nawakabidhi wale wote mikononi mwako, hasa wapendwa wangu ambao wakati mwingine nawakumbuka kwa maumivu, nikikuomba leo uniweke huru kwa damu yako ya thamani. Unitakase akili yangu, ni wazi ni nene na kutenda kama wewe. Nawe mama yangu Maria uliyeweka moyoni hasa moyoni mwa Mungu kimtafakari yeye, uniombee na unisaidie. Amina.